Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha kubwa kabisa kualika siku ya leo katika tafakari yetu hii ya neno la Mungu, na leo ikiwa ni siku ya ishirini na tatu ya mafungo yetu ya siku arobaini ya Kwaresma. Na nilianza kukueleza mfululizo wa somo linalosema minyororo kumi inayofunga maisha yetu, na nilikwambia ni vizuri sana tuifahamu ili tuweze kuona namna gani tunaweza tukajinasua kwenye minyororo hii na nimesha kueleza minyororo saba la, na leo nataka nieleze mnyororo wa nane, na usi mwingine, ni mnyororo wa kujihukumu kupita kiasi. Kujihukumu kupita kiasi, ndugu zangu wapendwa, kuna watu wanasumbuliwa na tatizo hili la kujihukumu kupita kiasi kuna watu wanajihukumu kwa mambo waliyoyafanya labda ambayo hayakuleta matokeo chanya. Inawezekana labda hayo mambo yaliwaingiza wengine kwenye matatizo ambayo labda walisababisha wao, au inawezekana labda ni hayo mambo yalileta athari kwenye maisha ya watu eh, na hata yalisababisha matatizo kwenye maisha yao wao wenyewe. Sasa kutokana na hiyo hali sasa wanajikuta wanabaki na hiyo hali ya kujihukumu ndani yao eh, na hii hali inawafanya washindwe kabisa kusonga mbele, si tu kimwili, lakini hata kiroho eh. Wanajikuta wanashindwa si tu kusamehe, lakini wanajikuta wanashindwa hata wao wenyewe kujisamehe na madhara yake ni makubwa sana. Unamkuta mtu anashindwa hata kumsaidia mtu kwa sababu tu ana historia naye ambayo sio nzuri, labda, labda, labda walitofautiana. Kwa mfano, nikikuuliza swali hivi, umeshawahi kum, kushindwa eh? kumsaidia mtu ambaye labda alihitaji msaada wako? Unaona kabisa huyu mtu anahitaji msaada wangu lakini mlikuwa hampatani, au labda ulikuwa na kinyongo naye, na unashindwa kabisa kumsaidia. Unaona kabisa huyu mtu ana shida, na busara inasema hapa, lazima niweke tofauti zangu na yeye pembeni, ili nimsaidie, lakini unashindwa kumsaidia. Inawezekana labda yuko kwenye ugonjwa eh? lakini unakataa kabisa kumsaidia kwa sababu tu alikuumiza, au kwa sababu tu mna tofauti wewe na yeye. Sasa baada ya ya ya muda, baada ya muda, unaweza ukajikuta unabaki na hali ya kuumia sana na hali ya kujihukumu sana, kwa sababu tu hukuweza kumsaidia huyu mtu. Hebu jiulize maswali haya, hivi unaishije? Au nijiulize ninaishije, na wale ambao walinikosea au wale ambao nimetofautiana nao eh? Hivi ni kweli ninawaonyesha really love, au ninawaonyesha ile plastic love eh, ule upendo wa nje tu wa wa wa show off. Je, unasema kwamba unawapenda? Unawapenda kwa maneno au kweli unawapenda kwa matendo? Sasa yale mabaya ambayo labda tunawafanyia watu eh, kuna siku yatapelekea, yatatupelekea sisi kujihukumu sana, kujihukumu sana eh. Unaona kwamba ulipaswa kabisa kumsaidia mtu lakini hukufanya hivyo. Sasa so, inawezekana huo muda unapogoma kufanya usipate shida, lakini baadaye linaweza likakusumbua sana. Kwa hiyo ndugu zangu, wapo watu wengi sana ambao wanabeba mizigo ya makosa yao ya zamani kiasi kwamba hata wanashindwa kabisa kuinuka tena kiroho eh? wanashindwa kabisa kukua kiroho eh? wanajihuku kumu kupita kiasi, wanajiona labda hawafai kabisa mbele za Mungu, wanadhani kwamba hawawezi kabisa kusamehewa. Sasa hii ni mojawapo ya minyororo mikubwa sana inayozuia waumini wengi sana leo e. Na shetani anatumia sana mnyororo huu ili kuwafanya wengi waishi na hatia e, badala ya kuishi na ile neema ya Mungu lakini laiti tungetambua tungetambua Yesu alichokisema katika Injili ya Luka sura ya 5 mstari wa thelathini na mbili kwamba sikuja kuwaita wenye haki bali nilikuja kuwaita wenye dhambi wapate kutubu eh. maanake Yesu anamaanisha kwamba eh, kwamba hakuna aliye mbali, hakuna aliye mbali na huruma ya Mungu, hakuna mtu aliye mbali sana na huruma ya Mungu. Huruma ya Mungu ipo karibu kuliko tunavyofikiri lakini pia maandiko matakatifu katika ule waraka wa kwanza wa Yohana eh, ile sura ya tatu mstari wa ishirini na moja na wa ishirini na mbili anasema wazi kwamba, wapenzi, mioyo yetu isipotuhukumu tuna ujasiri kwa mungu na lolote tumwombalo twalipokea. Eh, kwa nini? Kwa kuwa twazishika amri zake na kuyatenda yapendezayo ya machoni pake. Sasa angalia hapa Hasemi kwamba wapenzi, Mungu asipotuhukumu. mm -mm. Anasema wapenzi, mioyo yetu isipotuhukumu. Kwa hiyo hili ni tatizo la moyo wako kukuhukumu. Unajua, kweja nikufundisha kitu hapa. Biblia inamuita shetani mshitaki wetu, maanake anatushitaki mbele za Mungu. Petro anapoandikia waamini kwenye ile Petro wa kwanza, ile sura ya tano mstari wa nane anasema kwamba mshitaki wetu shetani eh, huzunguka zunguka kama simba angurumaye eh, akitafuta mtu ameza, eh, kwa hiyo ni mshitaki wetu, anazunguka zunguka kutafuta eh. Ufunuo wa Yohana ile sura ya kumi na mbili eh, mstari wa kumi na wa, wa kumi na moja anasema wazi kwamba kwa kuwa mshitaki wa ndugu zetu anayewashitaki mbele za Mungu usiku na mchana ametupwa chini nao wamemshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Anasema mshitaki zetu, wa ndugu zetu anayewashitaki usiku na mchana mbele za Mungu ametupwa chini. Huyo mshitaki ni nani? Ni shetani. Tukumbuke hata Ayubu mwenyewe alishitakiwa na shetani mbele za Mungu. Ni shetani ndo alienda kumshitaki Ayubu. Sasa jambo liko hivi, huku kujihukumu kunatokea wapi? Kunatokea wapi? Kuna Unajua ndugu zangu, kila unapofanya dhambi Mungu mimi, mimi sasa, hii ni mimi, huwa ninafikiri hivyo, huwa ninafikiri hivyo, i might be wrong, lakini ninapenda kufikiri hivyo kwamba kila ninapofanya dhambi Mungu anarekodi na shetani anarekodi. Kwa hiyo, lakini shetani akirekodi, huwa anachukua ile orijinal aliyoandika, anaenda kutoa fotokopi. Kwa hiyo pale mezani kwa shetani kuna orijinal ya makosa niliyofanya lakini pia kuna fotokopi yake. Naomba tufuatane hapo sasa. Ile orijinal ile huwa anaipeleka mbele za Mungu kwenda kunishitaki au kwenda kukushitaki. Ndio maana anaitwa mshitaki wetu shetani. Unajua hawezi kuitwa mshitaki kama hatushitaki, kama hana kazi ya kutushitaki. Kazi yake kubwa ni hiyo. Sasa kutushitaki kunatokana na yale makosa tuliyofanya Unajua, kwa mfano, Mungu anapotaka kutubariki, shetani anaweza kwenda kumwambia Mungu, Mungu, Mungu, usimbariki huyu bwana kwa sababu ya moja mbili tatu, amefanya moja mbili tatu. Kiu yake atushitaki, ili tukose zile neema kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo, pale kwenye meza ya Mungu eh, kuna mashitaka juu yako yaliyoletwa na shetani, na yeye huwa anapeleka ile orijinal ya makosa aliyorekodi juu yako. Kwa hiyo Mungu naye ana rekodi. Kwa hiyo pale kwa Mungu kuna rekodi ya Mungu aliyo rekodi juu ya makosa yangu, lakini pia kuna rekodi ambayo shetani kaileta pale. Sasa tunapoungama au tunapotubu, kinachotokea ni hiki: Mungu anachukua damu ya Yesu, anafuta zote, anafuta zote, ile ya shetani na ya kwake, anafuta zote kabisa. Tunakuwa ni kama vile hatujatenda dhambi kabisa. Hasa kumbuka, kumbuka, shetani amebaki na ile nakala aliyotoa fotokopi. Hiyo ndio ambayo anatusumbua nayo, hiyo ndio anakusumbua nayo. Kila unapotaka kusali, anakuonyesha, anakuambia, bwana wewe unapoteza muda tu, angalia, Mungu hawezi kukusikia kwa sababu ulifanya moja mbili tatu. Na wewe unatazama, kweli, unajiambia, lakini kweli unaanza kutubu tena, unaanza kutubu tena, unaanza kutubu tena na ndio maana kuna watu wanasumbuliwa na hiyo hali, kila wakiingia kwenye sala ni kutubu ni kutubu tu, na dhambi ambazo alishazitubu alishaziungama, lakini bado ni kama zina flash zinakuja kwenye ufahamu wake, kwenye akili yake. Ni hiyo ni kopi ambayo shetani anakuonyesha. Lakini kama uliungama na kutubu, Mungu ni mwaminifu na wahaki, anatusamehe anafuta, anasahau kabisa, anasahau kabisa. Kwa hiyo usipoteze muda wako na shetani, asikupotezee muda. Sasa ndugu zangu, kipindi cha Kwaresma ni muda wa kuachilia huku kujihukumu na kuanza upya kumrudia Mungu kwa moyo wa toba eh. Kipindi cha Kwaresma ni kipindi cha cha kujifunza upendo wa Mungu eh, upendo wa Mungu kwamba hausimamishwi na makosa yetu, bali upendo wa mungu unaendelea eh, tunaendelea kupokea hasa tunaporudi kwake kwa unyenyekevu, upendo huo upo na ndiyo maana ndugu zangu, katika Bibilia tunamwona Petro ni mfano mzuri sana. Petro huyu alishindwa kujisamehe kosa lake la kumkana Yesu mara tatu. Unajua, baada ya kufanya hivyo, alivyomkana Yesu alilia kwa uchungu sana, akijua kwamba amemsaliti Bwana wake na lakini Yesu hakumwacha Petro katika hali hiyo ya kujihukumu tunaposoma katika katika injili ya yohana ile sura ya, ya 21 mstari wa wa kumi na tano mpaka wa kumi na saba baada tu ya kufufuka yesu alimrudishia petro imani ile aliyoipoteza akamkabidhi na jukumu la kuchunga kondoo ile ilikuwa ni kuponya nafsi ya petro kumwambia petro bwana usibaki kwenye hali ya kujihukumu Hasa ndugu zangu, hii ni ishara ya kwamba Mungu hatuangalii tu kwa makosa yetu ya zamani. Hapana, bali Mungu ana uwezo wa kutubadilisha kabisa, tukabadilika na pale tunapomrudia kwa moyo wetu wote. Unajua, mi napenda Mtakatifu Maria Yohane Vianney alizungumza akasema kwamba dhambi zetu ni kama punje ya mchanga tu mbele ya bahari kubwa sana ya huruma ya Mungu. He. Ikiwa kama Mungu yuko tayari kutusamee ndugu zangu, na sisi pia tunapaswa kuacha kujihukumu, tusijihukumu kupita kiasi. Lazima tufike mahali tuanze upya. Sasa watu wengi leo wanaoishi wana katika huzuni hii wanaishi kwa sababu wanahisi kwamba hawafai mbele za Mungu, eh, wanakumbuka dhambi zao za zamani, wanajiona kuwa hawana thamani tena, wakati hata walishaziungama walishazitubu kabisa. Kama kweli hujaungama, lazima utajisikia hivyo lakini kama ulishaziungama ukumbuke kwamba shetani anaweza kuwa tu anakukumbusha ili akukamate hapo. Lakini ndugu zangu, tukumbuke kwamba Mungu si mwanadamu, yeye ni Baba mwenye huruma na upendo. Na ndiyo maana katika Isaya ile sura ya kwanza mstari wa kumi na nane Mungu anatuhakikishia, anasema, hata kama dhambi zenu zikiwa nyekundu kama bendera eh, nitawasafisha zitakuwa nyeupe kama theluji. Napenda sana maneno ya Mtakatifu Faustina, anaandika kwenye shajara yake. Faustina anasema kwamba hata kama kuna dhambi kubwa zaidi duniani hailingani kabisa na ukubwa wa huruma ya Mungu ha, hailingani na ukubwa wa huruma ya Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, hakuna dhambi isiyoweza kusamehewa tunapotubu kwa moyo wa kweli. Sasa, katika kipindi hiki cha Kwaresma, ndugu zangu, tunapaswa tujiulize, je, bado ninajilaumu na kujihukumu kwa makosa ya zamani ambayo tayari nilisha tubu na kuyaungama eh? Au ninaruhusu huruma ya Mungu inioshe eh, niendelee kuishi tena bila hatia yoyote. Ndugu zangu, tukumbuke kwamba Yesu anatualika tuje kwake bila uoga wowote, kwa maana yeye ndiye mganga wa mioyo yetu iliyojeruhiwa na ndio maana katika Mathayo ile sura ya, ya, ya kumi na moja mstari wa ishirini na nane anasema vizuri sana kwamba njooni kwangu ni nyinyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo nami nitawapumzisha eh. Kwa hiyo ndugu zangu tuache kujihukumu, achilia yote mikononi mwa Mungu. Anza upya kwa neema yake. Mungu yuko tayari kukupokea jinsi ulivyo. Mungu Mwenyezi wabariki na kuwatunza. Fuatana nami tena siku ya kesho tutakapoendelea na mafungo yetu siku ya ishirini na nne. Mungu mwenyezi awabariki.